Jifunze kujifurahia. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejawa na taarifa nyingi. Ili ufanikiwe na imekuwa ni imani na desturi ya watu wengi sana. Kuna mambo ambayo tunaaminishwa lazima yafanyike. Lakini hebu jiulize. Ni lini umechukua muda wa kukaa peke yako kutwa nzima, mwezi, na usiwasiliane na mtu? Ulihisi nini? Lini umetenga muda unatoka na kwenda nje ya mji ama shambani na ukapata muda wa kujitafakari na kujitafuta, uligundua, umejifunza kitu gani? Ukweli ni kwamba iko nguvu unapokuwa peke yako. Kuwa peke yako sio udhaifu bali ni ujasiri, sio alama ya woga bali uthubutu, sio kukosa kampani, bali ni kujifunza kujitosheleza. Na inasaidia kuondoa dhana kwamba furaha ya kweli haitokani na wingi wa watu wanaokuzunguka, bali uwepo na uwezo wa kuyaishi mazingira yako, haijalishi una nani nyuma yako. Ni kielelezo kwamba pendo liko ndani yetu, mbali na kulitafuta kwa watu wengine nje inathibitisha ukweli kwamba watu wengi waliofanya makubwa katika ulimwengu, kuna wakati walipitia vipindi vya kuwa peke yao kwa muda mrefu sana, wengine magerezani, wengine wakatengwa na jamii, na wakadumu kuwa na furaha na hawa wengine. Wakawa wavumbuzi, wengine wakawa madaktari wakubwa, wengine wakawa wanazuoni wakubwa wengine wakawa viongozi wakubwa na kadhalika na kadhalika. Kuwa peke yako ni njia ya kujigundua wewe ni nani na una uwezo gani. Wakati mwingi unapozungukwa na watu huwezi kuona uwezo wako halisi hadi pale utakapojikuta peke yako. Ni katika upekee wetu tunaona uhalisia wetu, na ni katika upekee wetu tunaona nguvu yetu na udhaifu wetu, na inasaidia kuondoa baadhi ya maneno ya watu kuwa bila fulani usingekuwepo ama usingefika pale. Ni uhalisia ambao kuelewa, lazima ujifunze kuwa peke yako, kama adhabu, sio kama adhabu, bali kama sehemu muhimu ya kujit, kujijenga kiafya na kiakili. Ukweli ni kuwa kujifunza kuwa peke yako ni jambo unaloweza kujifunza peke yako. Peke yako unaweza ukalifanya peke yako likakusaidia kujichagulia au kujichukulia mitazamo ambayo inaendana na tabia yako, inaendana na karakta yako, na ukajisimamia katika kuishi unachokiamini na asiwepo wa kukuyumbisha, kwamba mbona umechagua chaguo tofauti na jamii? Mbona umechagua chaguo tofauti na tamaduni fulani? Mbona umechagua chaguo tofauti na ulimwengu? Maana ni uchaguzi uliouchagua toka ndani, kwa jambo linalokupatia furaha ndani yako. Je, uko tayari kugundua ukweli huu wa nguvu iliyo ndani yako unapokuwa peke yako? Jaribu kuwa peke yako kujenga nguvu choko nayo, na upekee wako ni jambo linalovutia wengi ambao wana mawazo tegemezi. Hivyo tegemea kuwa utakuwa na mambo mengi ambayo anaweza akatatiza. Kuna watu wengine watakucheka, kuna watu watakuzonga, kuna watu watakuambia mbona kuna fulani alifanya ukashindwa. Lakini safari ya kujigundua inasaidia kugundua ulichelewa wapi na ulikosea wapi. Inasaidia kurekebisha pale ulipoharibu na kuongeza spidi kuziendea ndoto zako. Haijalishi nani ya kuungi mkono na nani anakuunga mkono haijalishi uko na amani ama furaha, maadamu unajiamini, unafanya kitu sahihi. Ni katika hizi nyakati za ukimya, ni katika nyakati hizi za kuwa peke yako, ubora wako kama kiongozi, kama mpambanaji unazaliwa. Ni ubora wako wewe kuwa wewe, wazo la biashara litazaliwa ubora wa mahusiano mapya unazaliwa. Fikra mpya, namna gani unapambana na changamoto za biashara, namna gani unapambana na changamoto za kijamii zinazaliwa. Ni wakati ambao milango mipya ambayo hukuwahi kuiona wala kuiwaza, unagundua kumbe inawezekana. Kwa hiyo kupata muda wa peke yako kunakusaidia kuunganishwa wewe na wewe, kuunganishwa na maono yako ama ndoto zako. Inasaidia kufungua kurasa ambazo zimejifunga, maana uzioni sababu umezungukwa na watu wengi. Inasaidia kuainisha mahitaji yako sasa. Inasaidia kuiangalia afya yako na yule unayemtamani. Inasaidia kuishi maisha unayoyatamani. Ni kweli, sio rahisi kuanza kuishi peke yako, lakini unaweza kutenga muda wa kujitafuta wewe, wa kujiuliza wewe. Jipe dakika tano, jipe lisari moja. Mimi ni nani? Kwa nini niko hapa? Ninafanya nini? Polepole pole, anza kuongeza muda, na utashangaa. Baada ya muda, unaweza kuchukua masaa peke yako, ukisema na nafsi yako. Marejeo na mitazamo ya kule unakotamani kuelekea itazaliwa upya, na kuhakikishia, hii safari inaweza kubadilisha uelekeo wa maisha yako. Wewe yule uliye sasa na yule unayemtamani ukaanza kumwona akitokea. Unapojifunza kujitafutia furaha peke yako, unajenga uwezo mpya wa kukabiliana na mitazamo hasi, upinzani na kawaida ambazo zimezoeleka kwa namna yoyote itakavyokuwa, utakuwa umejenga uzio mkubwa dhidi ya hisia zako na malengo unayojiwekea. Ni fursa ya kuziona fursa zisizoonekana kwenye wingi wa watu. Kila dakika unayotumia kujifahamu ni uwe, uwekezaji unaoweka kwenye kesho yako iliyo bora zaidi. Unajikuta una ujasiri mwingi wa kuziendea ndoto zako na utawaonyesha wengine inawezekana kuvunja minyororo ya kuishi kwa matamanio ama migongo ya watu wengine. Siku zote kuna nafasi ya kukua unapojitafuta. Kuwa na furaha ya peke yako sio upweke, ni kujikubali na kutumia hali uliyo nayo kuonyesha uwezo wako. Kila chaguo la kujitafuta ni kutafuta uwezo wako uliopotea ama kuhafifishwa na kawaida za kiulimwengu, na mara nyingine zikaondoa furaha na amani yako, maana zilikumbwa na mkumbo ama makundi na mazoea ya sheria na kanuni ambazo hazikujengi bali kuhafifisha uwezo wako. Kujitafuta peke yako kunajenga uwezo wako wa kufikiri na kufanya kuwa na busara, inakusaidia jinsi ya kuhusiana na wengine na jamii inayokuzunguka maana umejifahamu, hivyo na utaichagua njia iliyo sahihi kwa umakini, maana unafahamu nini unachokitafuta. Je, safari ya kujitafuta na kuyafurahia maisha ni endelevu? Wewe uko tayari kuchukua hatua inayofuata? Vipaji vyetu kwenye utofauti vinatokana na kujitafuta wenyewe vinadumu sababu ya vile tulivyojihoji sana kabla ya kuchukua hatua. Ni vipaji vinavyokuwa msaada kwenye jamii na taifa kwa ujumla. Kumbuka, kujitafuta au kujitosheleza siyo kuwa sahihi kwenye kila jambo, bali ni kujitambua na kufurahia maisha ya yule unayemtamani, yule wewe aliye ndani yako. Inasaidia kumtengeneza mtu ambaye baadaye atakuwa kopi yako original na siyo wengine, mtu ambaye dunia itakuja kusema fulani alikuwepo na akaweka alama isiyofutika. The world is open. Look closely. Jifunze kuwa peke yako.